Naam kwa taarifa ambayo kama ulivyoweza kusikia kwamba eh, dada yetu Karina tupo naye duniani na tayari tumeshafika hapa nyumbani. Jaribu kuzungumza na dada yake walau watuambie kwa ufupi tu ratiba ipoje ya mazishi na kama kuna lolote ambalo tulikuwa tulifahamu tulikuwa na ulifahamu dada pole kwa msiba. Asante. Labda kwa wanao kutazama labda wafahamu wanamwangalia nani? Hmm? Wanao kuangalia wanamwangalia nani kwa majina? Naitwa Neywin. Mimi mdogo wake na Hawa. Mba, ni, ni mdogo wake wa mwisho maana kwamba Hawa ni mkubwa huy, ni mdogo. Ndio, yeye ni mkubwa, mi mdogo e. Sawa so, kwa taarifa hizi za msiba mpaka muda huu kama familia kipi ambacho kipo e? kama una lolote ambalo umeshalipanga kama familia unaweza kutujuza. hatujapanga chochote na hata kama amepangwa basi mi sijapata taarifa bado, hajapanga chochote Wamesema nimepiga tu simu, wamesema um, kwamba mwili utafika tarehe 18. mm. ulipokea, ulipokea, ulipo wapi alip... No, mimi, kama mimi. Yeah. Nani sasa ambaye alikwambia kama mdogo wako dada yako amefariki? Dada yangu alinipigia simu. Hmm, akaniambia kwamba nasikia hamtariki. Mimi nikacheka tu, nikajua matani. Nikamwambia wewe haiwezekani bwana, mimi ningekuwa nishakupigia. Hmm. Nikaona anakuwa, anakuwa serious sana ndio ikabidi nipige ni, ni simu sasa ingia kule. Hmm. Nilivyopiga simu akapokea akapokea, lakini nikawa nataka yani video calls, so nika nikabidi nika, kata nikapiga tena as video mm, nivyo namuona tu, maana anashindwa kuongea, kwa nivyo namuona tu, mara mwisho. Na nakumbuka uliongea naye muda gani ama lini, na uliongea nae nini hasa? Mara mwisho nimeongea naye jana usiku na saa nane usiku mm, na tukawa tunaongea tu mambo hivi hivi mambo yetu tu alikuwa yeah, anaendelea vizuri isipokuwa tumbo lake tu ndio alikuwa lina hitilafu kidogo eh. Nafahamu ni ndugu yako, bila shaka utamkumbuka kwa mengi sana mm -hmm. Kitu ambacho nahisi ni special ambacho ukikaa ukiwaza sema kweli msiba amenifika, mm -hmm. Alikuwa ni mama wa watoto wangu mm -hmm. Watoto wangu wote wawili wamenyonya kwake, mi sijanyonyesha mtoto wangu hata mmoja yeye ndo aliowanyonyesha na yeye, yani yeye ndo alikuwa ni mama. Yani mimi watoto wangu wananijua mimi kama mama mdogo. Sasa kwa watoto wakubwa hadi mdogo eh, mmoja yule pale, mwingine ndo anatimiza mwaka tarehe ishirini na moja mwezi huu. Pole kama labda... kufanya naye kitu chake, yani kufanya kitu ambacho ulifanya naye mara ya mwisho, mpaka yasho na maana kwamba hamna chochote ambacho ulishai kuzungumza naye, maybe neno la mwisho au kabla ya tukio ambalo limetokea mpaka mauti kufika. <mimiliki> Nizungumze naye juzi kuhusu, kuna ndugu yangu naye ameshafariki, anaitwa Shushu, ndio alikuwa <mimiliki> anamwongelea huyo akawa ananyadisia tu jinsi alivyokuwa amekufa, maana yeye ndo alikuwa naye akaa ndani, naogopa na mimi siku yangu ikifika si nitakufaje? Sijui watu tunacheka, naamba bwana wewe haufi leo wala kesho, naamba. Lakini ni kifo, mdogo wangu utalia, wengi watalia, lakini wewe utalia sana, yani wewe utalia wewe. Basi akatwa ananiambia hivyo, pengine kwako wewe ilikuwa ni mtu wa

ataletwa hapa mwili utafuka tarehe kumi na nane saa saba mchana hapo. Sasa ndo sijajua, naona mjomba wangu ndo kafika. Wewe hapo kwa wewe ndo atapanga kila kitu, watoto wake. Kuzaa alikuwa amebahatika kuzaa mtoto mmoja wa kike. Iko form four, mwaka huu hmm. Naam kwa taarifa ambayo kama ulivyoweza kusikia kwamba eh, dada yetu Karina tupo tuponaye duniani na tayari tumeshafika hapa nyumbani. Jaribu kuzungumza na dada yake walau atuambie kwa ufupi tu ratiba ipoje ya mazishi na kama kuna lolote ambalo tua tulifam na lifam dada, pole kwa msiba. Asante. Kwa wanaokutazama labda wafahamu, wanamwangalia nani hmm? wanaokuangalia wanamwangalia nani kwa majina? naitwa Newin ni wa mdogo wake, na hawa ni mdogo wake wa mwisho. maana kwamba hawa ni mkubwa au ni mdogo? Ndio. Yeye ni mkubwa, mimi mdogo. Sawa. kwa taarifa hizi za msiba mpaka muda huu, kama familia, kipi ambacho kipo kama kuna lolote ambalo umeshalipanga kama familia, unaweza kutujuza. Hatujapanga chochote, na hata kama mepangwa, basi mimi sijapata taarifa bado. Hajapanga chochote, nimepiga tu simu, amesema kwamba mwili utafika tarehe kumi na nane. Kwa binafsi, taarifa hii ya msiba ulipokea ukiwa uko wapi? Sasa msiba nimepokea nikiwa ndo nikapata hiyo taarifa Dio, au na ulikuwa uko live na mgonjwa? Na no, mimi nilikuwa tu live peke yangu mimi kama mimi nilikuwa naongelea biashara zangu. Yeah. Nani sasa ambaye alikwambia kama mdogo wako dada yako amefariki? Dada yangu alinipigia simu. Mmm, akaniambia kwamba nasikia amefariki. Mimi nikacheka tu nikajua matani nikamwambia, wewe haiwezekani bwana. Mimi ningekuwa nishakupigia. Niko yeah, na anakuwa anakuwa serious sana. Ndio, ikabidi ni nipige ni, ni simu sasa India kule. Mmm, nilipopiga simu akapokea kim nikawa nataka yani video call, so nika nika nikabidi kukata nika, nikapiga tena as video mmm. Nilipomwona tu maana anashindwa kuongea kwa anashindwa kuongea kwa hiyo nilipomwona tu na mimi nikawa na maji nimejiongeza. Lakini mara mwisho nakumbuka uliongea naye muda gani, ama lini na uliongea naye nini hasa? Mayamshi nimeongea naye jana usiku ilikuwa saa nane usiku na tulikuwa tunaongea tu mambo hivi hivi, yani mambo yetu tu. Yeye alikuwa anaendelea vizuri isipokuwa tumbo lake tu ndio alikuwa na hitilafu kidogo eh. Nafahamu ni ndugu yako bila shaka utamkumbuka kwa mengi sana mm. Kitu ambacho nahisi ni special ambacho ukikaa ukiwaza sema kweli msiba amenifika. Mm. Alikuwa ni mama wa watoto wangu mm. Mimi watoto wangu wote wawili wamenyonya kwake, mi sijanyonyesha mtoto wangu hata mmoja, yeye ndo alionyonyesha na yeye. Yani yeye ndo alikuwa ni mama. Yani mimi watoto wangu wananijua mimi kama mama mdogo eh. Mmoja yule pale, mwingine ndo anatimiza mwaka tarehe ishirini na moja mwezi huu. Uh, labda chakuongezea, pengine labda, kwenye msiba, kuna kitu chochote ambacho ulisha kuzungumza naye, ambacho kama cha mara ya mwisho au last ya kufanya naye kitu chake, yaani kufanya kitu ambacho ulifanya naye mara ya mwisho mpaka kile kikatokea, una maana uh, kwamba amna chochote ambacho ulisha kuzungumza naye? nizungumzie nayo juzi, kuhusu kuna ndugu yangu naye ameshafariki, anaitwa Shushu, ndio alikuwa anamwongelea huyo, akawa aka nanyadisia tu jinsi alivyokuwa amekufa, maana yeye ndio alikuwa naye, akawa anambia, ninaogopa, na mimi siku yangu ikifika kifika, si nitakufaje? sijui Watu tunacheka naambia bwana wewe haufi leo wala kesho. Naambia lakini ni kifo, hmm. Tengine, koko, ni mdogo wangu utalia. Wengi watalia lakini wewe utalia sana. Yaani wewe utalia wewe. Basi akatwa na ananiambia hivi. Pengine kwako wewe ilikuwa ni mtu wa aina gani mpaka kweli bado mpaka sasa hivi unaumia katika hali kama hii ambayo tunaoona. Kwako ilikuwa ni mtu wa aina gani? Nikumbuka kwa kipi sana ambacho kwa sheria unajua sijui yani, so yani hey, hata niseme labda utaratibu mpaka sai kwa kurandio ukoje? Taratibu ziko sawa? Kwa ajili ya utaratibu bado unaendelea, ataletwa hapa, mwili utafika tarehe kumi na nane hmm. Saa 7 mchana hapo, sasa ndo sijajua, naona mjomba wangu ndo kafika hapo, kwa yeye ndo atapanga kila kitu.